Ili uwe imara ni lazima uwafikie kila mwananchi, umfikie pale alipo. Katika michezo, ushirika pia uende huko, lakini pia kwenye uvuvi, ushirika pia uende kwenye bodaboda, ushirika uende kwenye bajaji, tukutane na ushirika. Kwa hiyo pia nawapongezeni kwa kuleta wazo la kuwa na jukwaa la maendeleo ya ushirika ili wanaushirika wapate fursa ya kujua nini kinachofanywa na vyama vyetu vya ushirika, lakini kuweza kujua serikali pia ina kauli gani, kuna sera gani mpya za ushirika, kuna sera za maendeleo, sera za uchumi. Kwa hiyo ushirika na uchumi ni watoto pacha, huwezi hmm kuutenga ushirika kwenye kuchangia uchumi wa nchi yetu na malengo makubwa ya kuanzishwa kwa, kwa ushirika ni watu wawe na nguvu ya pamoja ili waweze kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja, uchumi, uchumi wa taasisi hatimaye uzae uchumi wa nchi. Kwa hiyo twendeni kuimarisha ushirika. Nilishakemea vitendo vya ufisadi kwenye vyama vya ushirika, havikubaliki. Lakini pia hata wale ambao wanaishi madarakani muda mrefu kwa ujanja ujanja kwenye ushirika. Tunataka viongozi bora eh, wa kuendesha ushirika, hatutaki wajanja wajanja. Kuimarisha wa ushirika ni pamoja na mazoezi ni na ushirika ili kuendelea, lazima tuhakikishe kwamba mazoezi ama afya zetu ziko imara na, na endelevu kwa maana ya Uh, kutokea bonanza hili la Nyanza, mdhamini mkuu wa bonanza la leo ni Nyanza Cooperative huyo ambaye amedhamini eh, kila kitu mnacho kina kinaendelea hapa amedhamini jezi, amedhamini kombe kombe na amedhamini Nyanza na itaendelea kuzunguka mpaka mwaka kesho ambapo tutakutana na bonanza nyingine, lakini vile vile Nyanza huyo amedhamini jukwaa la maendeleo la ushirika ambalo litafanyika kesho, si kwamba wengine hawajadhamini, wamedhamini wengine, lakini mdhamini mkuu ni Nyanza Cooperative Union kwa lengo la kufufua na kuitangazia umma kwamba Nyanza Cooperative Limited, Nyanza chama cha ushirika kikuu kiko hewani tunafanya kazi na wanao mikakati. Kesho mkifika mtasikia mikakati yao mikubwa sana ambayo wanayo, wamejipanga nayo katika kuhakikisha wanaimarisha na kuinua ushirika wa kwao wenyewe kama Nyanza, lakini na kufufua ushirika wa vyama vya ushirika wanachama vya Nyanza. Lakini Nyanza hakujali hivyo, ameungana pamoja vya na vyama vya akiba na mikopo, ameungana pamoja na vyama vya wavuvi, ameungana pamoja na vyama vya wafugaji, lakini na la vyama vya kilimo. Hapo zote ziko hapa na yeye amedhamini ili kama mdhamini wa mashindano ama bonanza hii. Kwa hiyo naweza kaona ushirika, na ni moja ya msingi wetu sisi, kushirikiana vyama vya ushirika kushirikiana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Nyanza Cooperative Union kwa ajili ya kutupa support kubwa hii na kuthamini haya mashindano, lakini ni sehemu moja kubwa ya nyinyi kama wanahabari, kutangazia ushirika na umma kwamba Nyanza Cooperative Union ipo na inafanya kazi sasa, na kesho mtasikia mikakati yao mikubwa na mizuri. Na mimi kama mrajisi msaidizi mkoa wa Mwanza nataka kueleza kwamba niko hapa kwa ajili, kwa mba ya kuhakikisha kwamba vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza vinaimarika, lakini vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza vinatangaza mazuri yake, vinavyo, wanafanya mazuri mengi maua, lakini hakuna ambaye anafahamu mazuri yake. Eh, vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza labda vajua, vinafanya mambo mengi, tunao uwekezaji mkubwa wa majengo Eh, tunao uwekezaji mkubwa, tunafufua kiwanda cha kuchakata pamba, lakini pia tunao uwekezaji mkubwa sana katika kufufua zao la, la, la, la, la kahawa na pamba katika maeneo ya vijijini, lakini pia vyama hivi vinafanya kazi kubwa ya uvuvi, wamepata mradi wa vizimba na maboti.